Tanzania na Malawi zinaimarisha ushirikiano wa utalii wa tiba katika hospitali ya Benjamin Mkapa. Tanzania na Malawi zimechukua hatua muhimu katika kuimarisha ushirikiano wa sekta ya afya kupitia mpango wa utalii wa tiba, hatua inayolenga kupanua upatikanaji wa huduma za afya za kibingwa kwa wananchi wa nchi hizo mbili. Hospitali ya Benjamin Mkapa, BMH, iliyopo Dodoma imejitokeza kama taasisi ya kwanza nchini Tanzania kutekeleza kwa vitendo mkakati wa utalii wa tiba unaolenga kuvutia wagonjwa wa kikanda, sambamba na kukuza diplomasia ya afya na uchumi wa huduma. Hatua hii ilidhihirika baada ya Waziri wa Afya na Usafi wa Mazingira wa Malawi, Madalitso Baloyi, kuwasili Tanzania kwa ziara ya kikazi ya siku mbili katika Hospitali ya Benjamin Mkapa. Ziara hiyo, iliyoambatana na ujumbe wa maafisa wakuu wa afya kutoka Malawi, imelenga kuimarisha makubaliano ya ushirikiano kati ya serikali za nchi hizo mbili katika utoaji wa huduma za matibabu maalum na za kibingwa wa juu. Akizungumza wakati wa ziara hiyo, Waziri Baloyi alieleza kuwa Malawi imekuwa ikikabiliwa na changamoto ya wagonjwa wengi wanaohitaji huduma za juu ambazo hazipatikani kwa urahisi ndani ya nchi. Kwa muda mrefu, wagonjwa hao wamekuwa wakipelekwa kutibiwa nje ya nchi hasa India na baadhi ya mataifa ya Ulaya, hali ambayo imekuwa na gharama kubwa kwa serikali na familia za wagonjwa. Kupitia ushirikiano huu mpya, Malawi itaelekeza wagonjwa wake kupata huduma hizo nchini Tanzania, jambo linalotarajiwa kupunguza gharama na kuongeza ufanisi wa matibabu. Waziri Baloyi alisema Hospitali ya Benjamin Mkapa imeonyesha uwezo mkubwa wa kutoa huduma zinazolingana na viwango vya kimataifa, huku gharama zikiwa nafuu zaidi na umbali wa safari ukiwa mfupi. Aliongeza kuwa hatua hiyo itasaidia si tu wagonjwa wa Malawi, bali pia kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na kiuchumi kati ya nchi hizo mbili kwa njia ya ushirikiano wa afya. Mkakati wa Tanzania wa utalii wa tiba Ushirikiano huu unaendana na mwelekeo mpana wa sera ya Tanzania ya kukuza utalii wa tiba kama nguzo mpya ya diplomasia ya kiuchumi na afya. Serikali inalenga kuitangaza Tanzania kama kitovu cha huduma za afya za kibingwa katika kanda ya Afrika Mashariki na Kusini kwa kutumia miundombinu ya kisasa, wataalamu waliobobea na mifumo ya kidijitali ya afya. Hospitali ya Benjamin Mkapa imekuwa mfano wa utekelezaji wa mkakati huo kutokana na uwekezaji mkubwa katika vifaa tiba vya kisasa wataalamu wa ndani na nje ya nchi pamoja na mfumo wa kidijitali unaorahisisha usimamizi wa taarifa za wagonjwa, uchunguzi na ufuatiliaji wa matibabu. Mfumo huo wa kidijitali umeelezwa kuwa ni moja ya vivutio vikubwa vilivyoivutia Malawi kuingia katika ushirikiano huo. Kuimarisha uwezo wa wataalamu na tafiti. Ushirikiano kati ya Tanzania na Malawi hauishii katika kutuma wagonjwa pekee. Makubaliano hayo yanajumuisha pia mafunzo ya wataalamu wa afya, kubadilishana uzoefu, kuandaa kambi za matibabu na kufanya tafiti za pamoja. Hatua hizi zinalenga kuinua ubora wa huduma za afya katika nchi zote mbili na kujenga uwezo endelevu wa kitaalamu. Awali, mazungumzo ya ushirikiano yalihusisha ziara za wataalamu wa hospitali ya Benjamin Mkapa kwenda katika hospitali mbalimbali za Malawi ambapo walitathmini mahitaji ya huduma na kubaini maeneo ya ushirikiano wa karibu. Ziara hizo ziliweka msingi wa kuandaa mfumo wa rufaa za wagonjwa pamoja na programu za mafunzo kwa wahudumu wa afya wa Malawi. Mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya Benjamin Mkapa, Profesa Abel Makubi, alieleza kuwa hospitali hiyo iko tayari kupokea wagonjwa kutoka Malawi na nchi nyingine za kanda, huku ikiendelea kuzingatia ubora, usalama wa wagonjwa na viwango vya kimataifa vya matibabu. Aliongeza kuwa BMH itaendelea kushirikiana na wizara za afya za nchi jirani ili kuhakikisha huduma zinatolewa kwa ufanisi na kwa wakati. Faida za kikanda na mwelekeo baadaye. Mbali na kupunguza gharama za matibabu kwa wagonjwa wa Malawi, mpango huu unatarajiwa kuleta manufaa mapana ya kikanda. Kwa Tanzania, utalii wa tiba utachangia kuongeza mapato ya fedha za kigeni, kukuza ajira katika sekta ya afya na kuimarisha sifa ya nchi kama kitovu cha huduma za afya za kibingwa barani Afrika. Kwa Malawi, wananchi watanufaika kwa kupata huduma bora kwa gharama nafuu na kwa muda mfupi wa kusubiri. Profesa Makubi alitoa wito kwa nchi nyingine za Afrika Mashariki, kati na Kusini, kuzingatia uwezekano wa kushirikiana na Hospitali ya Benjamin Mkapa katika utoaji wa huduma za kibingwa. Alisisitiza kuwa hospitali hiyo imejipanga kutoa huduma zinazokidhi mahitaji ya kikanda, huku ikiendelea kuboresha miundombinu na rasilimali watu. Kwa ujumla, ushirikiano kati ya Tanzania na Malawi katika utalii wa tiba unaonyesha mwelekeo mpya wa namna sekta ya afya inaweza kutumika kama daraja la diplomasia, maendeleo ya kiuchumi na ustawi wa jamii. Kadri mpango huu unavyoendelea kukua, matarajio ni kuona wagonjwa wengi zaidi wa kikanda wakinufaika na huduma bora huku nchi zikijenga mshikamano na kuimarisha mifumo yao ya afya kwa pamoja.